Michezo, kama ilivyo ada tumemdamkia stesheni, mambo mengi ya kimichezo yametajika, lakini ni suala moja, Simba Sports Club anapeperusha bendera barani Afrika, katika Afrika Mashariki na Kati amebaki peke yake mnyama Simba Sports Club, katika kombe la shirikisho barani Afrika. Mnyama Simba, raundi ya kwanza alipata bao ba moja kwa sifuri kule visiwani Zanzibar, anaenda ugenini, tutarajie nini? Lau, kwanza kwema. Kwema habari ya leo. Mama mwingine. Ah, tuko fresh, tumeamka salama, tuko station hapa kama kawaida, mambo ni sawa, si kwako Mnyama e, Simba amesafiri na kikosi takriban wachezaji 23 pamoja na benchi la ufundi. Unaiona Simba Sports Club ikienda kufanya matumaini makubwa kule Afrika Kusini. Ah, njia ni nyeupe. Mwenye wakati mgumu ni Stella de Bosch ambaye anatakiwa kupindua matokeo Simba, kama Simba tayari mguu mmoja umeshakuwa ndani ile mechi. Kama tunaenda kumalizia, ni mechi ngumu, lakini kwanza wao wana mlima mrefu waweze kurudisha goli, then waweke uwanja level. Lakini wakati wanarudisha goli, si ndo tuwastukize, kuwafunga mapema, tumalize biashara mapema, ndio tujiandae kuwapokea. Nusu finali iko wazi kwa sababu mguu mmoja Simba keshatanguliza. Sina shaka na hilo. Mbona jamini sana Lau Anajiamini kulingana na mchezo ulivyochezwa hapa na namna ambavyo niwaona, Starbosti hawana jipya kwa sababu mechi imeisha. Amani kila mtu anazungumzia namna ambavyo Simba tumekosa kutumia nafasi. Hakuna mtu anayezungumzia kusema Simba ndio tumekosa kosa. Kwa hiyo unadhani unaangalia uzani wa Simba na Stellenbosch, mechi ilikuwa ya upande mmoja. Sisi ndio tumewakosa zaidi. Kama tungeclear zile nafasi, tulikuwa na zaidi ya goli nne na kitu. Kwa hiyo mwisho wa siku yeye ndiye alikuwa na kwenye wakati mgumu kuliko sisi. Tunaenda kwake, nadhani atafuta kufunguka na atakapofunguka, unaona anapofunguka sisi tunatengeneza nafasi nyingi. Kwa hiyo game ni ngumu, lakini mimi nina uhakika tunaenda kuimaliza South Africa. Watu wengi wanakuwa wanalaumu uchezaji wa uwanja ndio kikwazo, wana Simba Sports Club, baadhi ya mashabiki wanasema kama goli chazi ya uwanja angeweka goli la pili basi la pili basi mlima ungekuwa Simba Sports Club ungekuwa ni kalevo moja lakini bao moja kwa wana Simba Sports Club, hawajipi matumaini kwenda kufuzu kule. Anayelaumu na anayepongeza lakini muda mwingine mpira tunapaswa kuheshimu. Yani unajua wewe, tungekuwa kila siku tunachotaka kiwe, ungezekana mpira ukawa sawa kama basketball, lakini kuna tofauti ya basketball na na. Kila kila mtu ana haki lakini, lakini muda mwingine mpira mpira tunapaswa kuheshimu. Yani unajua wewe, tungekuwa kila siku tunachotaka kiwe, ungezekana mpira ukawa sawa kama basketball basketball, lakini kuna tofauti ya basketball na mpira. Mpira una mambo mengi uwanjani, japo sisi tunaoshangilia tunataka hivyo tungekuwa wetu hivyo, tungekuwa tungekuwa tunaenda na matarajio yetu kwamba yanakuwa hivyo, tungekuwa ni rahisi rahisi nitamfunga goli kumi lakini mpira uko kwenye pichi namna ilivyo, hata yeye hakupenda akose, hata mimi lengo lake lilikuwa ni kufunga. Kwa muda mwingine inapotokea mapungufu kama hayo, walioko nje acha wampige mawe, lakini sisi tulioko ndani hatuwezi kumtoa mtoto ndani tukaanza kumshambulia. Nadhani tunatengeneza weakness ambayo haina maana. Simba mpaka iko pale kwa sababu ya kazi yake Jean Charles Ahoua. Makosa mara moja yanapotokea, yapo kibinadamu, ni sehemu ya mchezo, ni sehemu ya kurekebisha. Nadhani Fadul Davies yuko nao uwanja wa mazoezi atakamrekebisha kwa sababu hata yeye mwenyewe nadhani alikeleka, lakini hatuwezi kusimama tukaanza kumshambulia. Simba iko pale kwa sababu ya yule kijana, na mda mwingine anapata pressure kubwa, kwa sababu timu nyingi zinacheza kumzunguka yeye, kumzuia. Ili uizuie simba unapaswa kucheza kumzunguka Jean Charles Ahoua. Kwa hiyo kimbini, watu wanaangalia yule mtoto anazunguka sana, nafika maeneo mengi, eneo la tukio kwa wakati. Kwa hiyo mda mwingine akili inachoka, muda mwingine anachoka. Sababu kosa lile la, la mechi ya Zanzibar Zanzibar, tunaweza kumlaumu kocha. Kocha ndiye aliyekosea, sio Jean Charles Ahoua, kwa sababu kuna muda Jean Charles Ahoua alikuwa ameumia akaomba sabu, lakini kocha yeye, kwa mipango yake, anaona alimwamini zaidi yeye kwamba na alikuwa natumaini hilo, lakini mwisho wa siku kwa sababu mtu amechoka, unatokana pale labda mguu kufikia ule mpira, kwa sababu ule mpira aliupiga mwishoni, umbe alikuwa na uwezo labda kujivuta upige kwenye usawa wa unyayo. Kwa hiyo muda mwingi makosa yanatokea kwenye mchezo tunalaumu kawaida, lakini tusimtoke kuwataki, mchezo bado upo, ni sehemu ya kurekebisha, nadhani. Wanaolaumu wana haki hiyo, lakini muda mwingine tuheshimu mpira wa miguu. Kuna mambo mengi uwanjani. Ukiwa mkubwa utaki kuwa unasema uwanja wako wa kujitetea uwe ni mmoja, hilo ni kosa ambalo litakuwa sio sahihi. Wao wanasema lazima iwe Benjamin Mkapa, haiwezekani. Viwanja vinajengwa vingi, unasikia inajengwa Arusha, inajengwa Dodoma. Lazima Simba ajitanabaishe kwa sababu mpaka sasa hivi mafuta na maji yashajitenga. Ukubwa wa Simba ndani nchi hii ukubwa wa Simba ndani ya Afrika Mashariki ukubwa wa Simba ndani ya Afrika nadhani unaonekana. Sasa huwezi kujiita mkubwa ukawa unataka kucheza uwanja mmoja ndio uperform. Yale ni matokeo na zile ni mechi zilivyo, umeona mechi ya Fountain Gate kule tunasuluhu moja moja, tumekosa nafasi nyingi, wewe unaweza kusema kwa sababu eti ni uwanja ule, namna ya kupambana tu siku mnaamka siku hiyo, sio kila unachokilia kiwe sawa, sawa. Muda mwingine unafanya yote unayofanya lakini kwenye kuhitimisha dakika ya mwisho unafail. Kwa hao wanaosema Benjamin Mkapa, nadhani wanashindwa kuheshimu Simba. Simba inapaswa kucheza uwanja wote ule sio Benjamin Mkapa tu yale yalikuwa matokeo ya mechi ile. Ndio maana nasema kila mechi inapokuja inakuja na, na mpango wake inakuja na matokeo yake. Hakuna mechi ambayo matokeo utayakalili kwamba juzi ilikuwa tano na huko itakuwa tano. Ingezekana hata pengekuwa Benjamin Kapa, ingezekana Stellenbosch wangetoka wangeshinda huko, ungetoka sare na na, najua hayo ni maneno ya kukalili na kukuto kufikiri mpira. Hutakiwi kuishi hivyo, tuheshimu kwa sababu hii timu ni kubwa, inatakiwa kucheza sehemu yote ama matokeo ya juzi ni sehemu ya mchezo ya yeah. Hesabu ya poji, mmepata bao moja mmeenda kule South Africa kwa jinsi gani? South Africa wa Stellenbosch unavyowaona wamekuwa bora zaidi, wamemtoa bingwa mtetezi Zamari. Ah, kumtoa bingwa mtetezi Zamari, lakini unaangalia ina hmm, maana hata watu wengine wanambeza Zamalek namna ambavyo Simba alicheza na wale watoto kule Zanzibar, namfikiria na Zamalek anashangaa kwamba imekuaje mpaka ikawa vile. Na wao wanaenda kwao kwa ajili ya kupambana, wanataka kugeuza meza kwamba

Ah, mi nasema mara nyingi afya ya akili ina shida. Kila siku naliongea hili shida ya afya ya akili ni hiyo. Yaani kama binadamu utakuwa na wazo juzi nilikula pilau na leo ile pilau la jana ningekula, ni ufeli wa akili. Chama alikuja miaka miwili hakuna mtu anayemtambua chini ya ufalme wa Manuel Okwi. Sawa, miaka miwili hakuna alichotuonyesha chama. Chama alikuja kutuonyesha vitu baadaye miaka miwili, baada ya miaka miwili akina Okwi wameondoka na anaonyesha alikuwa bora. Huyu mtoto kaingia msimu wake wa kwanza tayari anaweka bato na watu ambao wana miaka miwili. Kwa nini usimpe heshima huyu? Na istoshe, chama tunamheshimu. Mimi hata mwanzo nisema chama namheshimu, amefanya kazi kubwa Simba lakini kwa muda ulivyofika hana jipya la kutupa. Kama tutaishi kwa kukalili akili kila siku chama, nadhani hatupigi safari. Tuko na chama zaidi ya nusu fainali tano nadhani au nne, hakuna alichotufanyia chamana tunajivunia. Tuko na chama tumekula goli tano na mtani chama akiwepo, lakini mtoto ameingia, unaona hata matokeo ambavyo hata watani wanasuasua namna ya kupata magoli, mpaka kina kayoko hawashikia kwao. Maisha ya kukariri chama kila siku ni feli ya akili, na muda mwingine unashindwa kuitumikisha akili, yani ulichopata mwaka jana unawaza hicho hicho mwaka jana, baadae focus, dunia inaenda mbele kila siku tunawaza chama. Mimi nishafuta kwenye faili ikasema ni mchezaji mzuri, lakini kwa malengo ya Simba inavyoenda, unaona tumemtoa chama, lakini umeona tayari target ambazo tulikuwa tunaziwazia tunazifikia. Lakini miaka minne tuko na chama na yuko pale na uchezaji wake, anasema ni uchezaji bora, Simba imekishinda mashabiki wa Young Africans eh, God Yanga akisema Simba Sports Club baadhi eh, wa mashabiki wanashindwa kuweza kusafiri kuelekea kule South Africa, kwa maana mashabiki mjilipie wenyewe tiketi za ndege. Hii imekaaje? Ah, yani imekaje kuto kusafiri au imekaje yeye kusemaje? Kukosa kusafiri mashabiki. Ah, kukosa kusafiri sio kosa. Yaani kukosa kusafiri sio kosa. Kulingana na mipango na bajeti iliyopo. Huenda huwezi jua bajeti ikoje. Viongozi wapo, kuwepo viongozi haimaanishi kwamba bajeti inakuwa iko tayari tu kwa ajili ya mtu kwenda. Muda mwingine bajeti inawezekana ikawa hairuhusu. Bajeti ikawa ina mambo mengine ambayo ya kufanya kwa sababu namna ya uendeshaji wa hizi timu si tunaongea tu, tuko pembeni ya timu. Lakini hizi timu zina gharama kubwa. Japo tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameweza kugharamia baadhi ya gharama ambazo zipo kwa support, lakini lakini haimaanishi kwamba baada ya kusapoti mashabiki wote wako ende. Ingekuwa ni vizuri mashabiki waende, lakini kama bajeti inaonekana haiko sawa, huwezi kulazimisha kitu kipo. Na Simba inaenda katika mipango yake. Haiendi kwa sababu ya kumwiga kwamba kosi alienda na mashabiki na mimi lazima niende na mashabiki. Hata kule South Africa kuna mashabiki wengi ambao wanaweza kutuwakilisha. Kwa programu ilivyo labda viongozi wameona bajeti inaweza isiruhusu, usilazimishe kitu. Yaani usilazimishe leo una uwezo wa kula mkate au unaweza, unaweza kula hivi kalazimisha lazima nile hivi kwa sababu hivi. Unatengeneza klabu katika Afrika, South Africa. Ni wao. Mm. Na maga, mbona si Yanga hajaenda nani robo finali? Goli moja kalikosa mbona uulizi hilo? Hatufanani. Kila mtu na project yake, kila mtu na njia yake. Benjamin Mkapa goli moja ili waingie robo finali limewashinda. Mbona usemi hilo? Kwa hiyo mwisho wa siku wamekuwa wavimba macho, ambao wanavimba macho pembeni kuangalia shughuli za watu. Wana kazi ya kutupangia sisi nini cha kufanya? Simba ina mipango yake na ina programu zake. Hao no, wanaoongea ni haki yao kuongea kwa sababu midomo ni haki yao. Hatuwezi kuwazima midomo yao. Yeah. Salamu kwa stereo salamu. Ah, tushamtolea uh, Zanzibar, nadhani hata huko umesikia anatoa milio kwamba yeah, sisi simba tunakutana na simba wenyewe. Yaani mtu anajaribu kubweka wakati tayari mimi nishaingiza mguu ndani, ni kama anajia anajitoa pressure, anajaribu kutaka kujiamini. Lakini simba hii tuambie, tushapiga hodi afrika hii kila sehemu. Mohamed wa tano moroko pale tumemkuta waidadi Waarabu na presha zao, walituambia watu wao wanawasha mafataki, uwanja utamaniki. Wamewasha fataki zikazima, wakasali sala zote zikazima, ngoma imeenda kuamuria kwenye matuta. Simba sio mgeni na shughulizi, yaani Stellenbosch ni mtoto mdogo sana, mi hawezi kunitisha. Kwa hiyo mwisho wa siku, mimi namwambia tu naenda South Africa, na nimefika pale South Africa, nadhani nchi yote umeona kila mtu amesisimka kuona mnyama amefika. Kwa hiyo mimi hawezi kunitisha mtoto mdogo yule. Tumeenda Misri kwenda kukutana na Zamalek ambaye akamtoa leo. Sisi tumemtoa klabu bingwa miaka hiyo. Sawa, uwanja Cairo pale umesimama uwanja wa maana. Yeye mwenyewe anarukaruka na hama viwanja maana Dabani maana wapi? Tayari keshapagawa. Mimi nilihama Amani kwa sababu uwanja wa taifa ulikuwa una shida. Lakini yeye anarukaruka kila mechi anataka kucheza mechi nyingine uwanja mwingine. Kwa hiyo mimi nimwambie tu ajiandae. Mnyama kakusudia tu. Hivyo tangaza ubaya ubwela msimu tulikuwa na maana halisi.